Unaamini kwenye sikukuu ya Pasaka? Pasaka, naamini mimi naamini Pasaka sikukuu ya Waislamu. Sisi hatusherekei, isipokuwa tunafunga katika ile siku ambalo limetokea tukio la wana wa Israeli kutolewa katika Misri kurudi katika nchi ya ahadi. Jumapili, ni Jumapili katika Biblia hakuna, yeah ya Biblia ya Ijumaa kuu. Hakuna swala la Ijumaa kuu. Mimi nakufundisha Pasaka. Pasaka ni Passover. Passover. Kuvuka juu ya sawa, kuvuka juu ya sawa, ndio inaitwa Pasaka. Asili ya Pasaka lazima urudi kwa watoto kumi na mbili wa Yakobo. Umenielewa? Yakobu alizaa watoto kumi na mbili, lakini mmoja wapo alikuwapo, mtoto mmoja anaitwa Yusufu. Yusufu alikuwa mtoto ambaye Mungu kamuumba katika uzuri wa ajabu, kiasi ambacho Yakobu alikuwa anampenda sana Yusufu. Unajua, katika watoto lazima kuna mtoto mmoja utakuwa unampenda sana, sijui umeelewa. Wale ndugu zake wakawa wanataka kufanya hila, kwa nini Yusufu wapendwe kuliko sisi? Yusufu usiku aliota nyota kumi na moja na jua na mwezi vinamsujudia. Akamwambia baba babake, babake akamwambia, hii ni ishara ya ndoto, utakuja kuwa nabii. Usiwasimulie ndugu zako ndoto hiyo, fayakidu laka kaidan, watakufanyia vitimbi. Wewe ndio tunafundishwa, ndoto nzuri usiwasimulie ndugu zako, watakufanyia husda. Wale wakapanga mission tumtupe Yusufu katika milima huko, si tutapendeza kwa sababu Yusufu hayupo. Mwingine mm. akasema hapana, tumtupe katika kisima, atakuja kuokotwa na wafanyabiashara, ataenda kuuzwa. mm. wakamfata baba yao usiku, wakamwambia baba, tunamwomba Yusufu tukacheze naye kesho. mm. babake akasema hapana, naogopa ataliwa na mbwa mwitu. Wakamwambia ataliwaje na sisi tupo ndugu zake, na maana sisi hatumpendi, utuamini. mm. babake akawapa, walipokwenda kweli wakamtumbukiza katika kisima Wakachukua mbwa mwitu wakamua, alafu damu wakaichana chana, wakachana kanzu ya Yusuf, wakapaka ile damu, alafu wakarudi kwa baba yao usiku, wanalia, baba, tulikwenda kucheza, tulipokuwa tunacheza katika michezo yetu Yusuf keli kaliwa na nani? Na mbwa mwitu. Umeiona historia hiyo? Pashike hapo akaliwa na mbwa mwitu. hmm. Babake akasikitika sana lakini akaisi kwamba huu ni uongo. hmm. Kule kisimani sasa Yusufu anatumbukia hapa kuna stori moja nataka nikupe ya Jibril. Wakati Yusuf wanataka kutumbukia, Mungu anamwagiza Jibril, nenda kamtoe Yusuf katika kisima, kwa sababu chini kuna nyoka ataliwa. Malaika wo, kutoka ardhi ya kwanza yuko mbingu ya saba, na mbingu ya kwanza mpaka ya pili kuna miaka hamsini elfu ya pili mpaka ya tatu hamsini elfu mpaka ya saba hamsini elfu. Kidume kile kilitoka kule, spidi ya ajabu haijawahi kutokea. Anafika kisimani, anamkuta Yusufu, robo ya kisima hajafika, akamkuta uchi. Akarudi kwa Mungu, akamwambia Mungu, nimemkuta uchi. Akamwambia nenda, akaiambia ardhi inyanyuke Akarudi tena nusu ya kisima hajafika, akaiambia ardhi nyanyuka, ardhi ikanyanyuka. Yule mfanyabiashara akatia ndoo yake, akakiona kitoto, anakivuta katika ndoo. Yusufu ndo, Yusuf. Yusuf ndo, akavutwa akapelekwa Misri, akauzwa. Alipouzwa Misri Yusufu kule akakaa kwa mfalume, yakatokea yaliyotokea, akatiwa gerezani. Baada ya kutiwa gerezani, mfalume akaota ndoto, Yusufu akatafsiri ile ndoto. Yusufu akapewa hazina kwa mfalume wa Farao, akawa yupo katika hazina. Njaa ikatokea, baada njaa kutokea, wale wa Israeli kwa Yakobo ndugu zake wakaja kuomba chakula Misri. Ndugu zake wale waliomtosa kisimani, Yusufu akawagundua, hawa ni ndugu zangu, hmm.